Akizungumza kwa niaba ya mkuu wa mkoa wa Manyara, Queen Sendiga, katibu tawala wilaya Babati Halfani Matipula, amewasisitiza wananchi na vijana kujitokeza kwa wingi kuchangamkia fursa za ajira za muda katika ujenzi wa mradi huo, huku mkuu wa chuo cha uhasibu Arusha Eliamani Sedoeka akisema kuwa mradi huo umejumuisha ujenzi wa jengo la utawala lenye ghorofa nne na jengo la maktaba lenye ghorofa tatu litakalojumuisha maabara za kompyuta, hatua itakayosaidia kuboresha miundombinu ya elimu ya juu katika chuo hicho kupongeza pamoja na kupongeza Serikali kwa kwa fedha kuleta fedha hapa kwa ajili ya mradi huu. Lakini kwa mkoa wa Manyara ni mradi wenye maana kubwa, kwa sababu faida ni nyingi sana. Hapa tunakotekeleza huu mradi, tunatarajia kwamba wauzaji wa, wa vifaa vya ujenzi watanufaika na fedha hizi, lakini pia hapa sasa hivi tunao wa watu wanatuuzia chakula mama ntilie hapa chuoni, lakini na maeneo yanayozunguka chuoni, ongezeko la watu limekuwa kubwa hapa mjini tafsiri yake ni kwamba mzunguko wa fedha unakuwa mkubwa. Pia ni imani yetu sisi, miongoni mwa mafundi masaidia na watu wengine wanaoendesha ujenzi wa hapa ni vijana wetu ambao wako maeneo haya, kwa pia nao wanapata fursa na wanapata bahati ya fedha hizi. Serikali kupitia mradi wake wa hit imetutengea shilingi bilioni takriban 48 katika miradi mbalimbali ya chuo chetu ambapo bilioni kumi na tatu kati ya hizo zinakuja hapa Babati, ambao patakuwa na majengo mawili, jengo la maabara ya tehama na maktaba ya kusomea ambalo leo ni ghorofa tatu, na jengo la utawala ambalo litakuwa na ghorofa nne. Kwa kweli hili, hizi ni jitihada za serikali kuonyesha mapenzi na kutambua kwamba mkoa huu kidogo kwenye elimu ya juu ilikuwa imeachwa nyuma kidogo, na sasa serikali imeelekeza nguvu zake kuhakikisha kwamba inarekebisha hilo, na kwa sababu wana Manyara hawaachwi nyuma katika swala za malaria. Baadhi ya wananchi wanaotarajiwa kunufaika na ujenzi wa mradi huo akiwemo Hassan Hussein, ana mashaka hapa, wanaishukuru serikali kwa kutoa fedha zaidi ya bilioni kumi na tatu itakayosaidia kujengwa kwa miundo mbinu chuoni hapo. Kwa kweli wananchi na vijana wetu kwa ujumla hapa wanapata shughuli kama vijana wetu wanafanya shughuli za ujenzi hapa, kwa kweli hata huko mtaani zile doko, doko zinapungua. Kama vijana wanajishughulisha kwenye kazi, kwa kweli hawezi kupata tamaa ya kitu kingine. kwa, u, kwa, kwa ujumla, huu mradi kwa kweli sisi tumeupokea kwa mikono miwili, na hasa tunamshukuru sana Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, hasa kwa kutoa kwa ku, kwa kutoa fedha nyingi ambazo zinawezesha shughuli hizi za ujenzi wa chuo kwenda kwa spidi kiasi. Kiukweli tumenufaika nayo kwa ujumla. Fursa za kibiashara pia zimefunguka kwa kiasi kikubwa, kwa sababu nyuma na sasa imekuwa ni tofauti kidogo, kulingana na population ya watu kuwa kubwa. Vijana wetu watapata ajira na uhalifu utapungua, na natambua hilo kwa asilimia mia. Mradi huu ni sehemu ya juhudi za Serikali katika kuimarisha taasisi za elimu ya juu nchini na kuboresha maendeleo ya jamii na kiuchumi kupitia uwekezaji katika sekta ya elimu. Kutoka hapa katika Chuo cha Uhasibu Arusha kampasi ya Babati, jina langu ni Marcel Azaro, na hii ni Clouds TV.